Mtazamaji, tumefikia dakika za lala salama, lakini kwanza nirushe e, usukani kwake Higgins. E, nimewauliza wangwana wenzangu kuhusiana na hii miradi ambayo inafahamika kama economic empowerment na kama itakuwa na athari yoyote kwa vijana, kina mama na iwapo itakuwa na matokeo e, haswa katika uchaguzi mkuu. Kidogo amenizungusha zungusha na natumai <laughs> wewe wew, utaniweka wew, mahali pamoja mimi na mwenzangu pengine eda hapa, tuweze kuelewa na eda anajua, umeuliza <laughs> uh, swali la maana no. na si mara ya kwanza no. jambo hili linatendeka unakumbuka no. no. pia tukienda uchaguzi wa 2022 mm -hmm. ndio hata chama chetu kipate simbol ya Wilbaru yeah. no. tulikuwa na hizo activity no. na nakumbuka vizuri sana vile likuwa inaendelea no. Wilbaru hatukuamua tu ati leo tunanunua Wilbaru. Ulitafuta vikundi vikatuambia mahitaji yao, so kulikuwa na kundi moja ilikuwa inabeba takataka kwenye slums huko, so walikuwa wanasema barabara huko ni pana, ni nyembamba nyembamba, so haziwezi toshea, so walikuwa wanataka mkokoteni, na huko kwa main road wheelbarrow zinaingia kuchukua takataka na wanaenda hivyo. So eh, hizo miradi zilikuwa tangu kitambo, pia hii ambayo inaendelea sasa hii na wabunge wetu wanazunguka hizo constituency <coughs> Si hawa wanakuja wanasema, leo tunawafanyia empowerment, ni waliuliza vikundi e, vya kina mama vya vijana ni, mimi nimehudia nimehudia ile ya Nairobi yenye ilikuwa ikulu na nilikuwa hapo, na kuna vikundi zenye najua hata mimi niliwaombea waingizwe kwenye hiyo empowerment. Kuna kikundi ya base yangu hapo inaitwa power pump ilipewa speaker, e, public address na <coughs> na tunakuanga na hizi five side matches na tulikuwa tunarentisha hizo vitu sai hmm. Hao ndo wana, wanafanya hivyo hmm. Najua vijana wengi pia walipewa pikipiki, eh, hapo kwa pikipiki ndio ilikuwa nangoja uguse. Walipewa. Kuna pikipiki zilirudishwa ati kwa, piki piki kwa. piki sababu <laughs> zinaenda kusajiliwa hakuna hmm. kitu kama hiyo. Iko. Hakuna, wacha nikwambie hata mheshimiwa Musalia Mudavadi akadokeza aka akasema kwamba pikipiki zingine zililetwa kuonyeshwa kukabidhiwa watu lakini zilihitaji kufanyiwa usajili. Sasa ndio nakwambia hivi ndio nafaa uelewe, si kila kitu ililetwa hapo Ikulu. Hata watu wenye likuja hapo, si ati ni group zote ilikuwa representatives. So kuna zenye zilikuwa hapo na walitoka nazo, so kwa namba zingine hazikuwa zimetoka factory. Haikuwa na make sense, eh, transport iletwe hivi tena itolewe. So si kila kitu yenye uliona Ikulu ndio ilikuwa kila kitu, na si kwa motorbike peke yake, hata zile viti zile hema zile vitu za salon si zote zilikuwa hapa, because watu wengi walikuwa hapo ni represented, ni sampling tu, but ukienda kwa hizo groups na ukienda hata especially MCAs wa Nairobi because wengi tu walikuwa wanatafuta hizo groups. Ukienda kwa pages zao za, kwa mtandao utaona hizo uh, vikundi na wako wenyewe pia wanaji, ongelelea. So mkiweza muende muulize vikundi ngapi mpewe sajili hizo vikundi, mutafute wenyewe hizo vikundi. Mkuu, mimi naona umenipa kazi rahisi, lakini umenipa ekulu mimi nilikuwa nataka nijue za mashinani, naweza kupea zote za hizo vikundi, a nikisa wapi sajili, requirement yao ilikuwa hii, naweza kupea hizo sajili. Kwa kifupi sana, itakuwa na athari yote hatua hii katika uchaguzi mkuu ambao unawadia? E, kabisa. Unajua, ndio nimekuambia t kulikuwa na similar, mm. eh, project mm. na watu walikuwa wanasema Ruto hawezi pata kura Nairobi sijui nini hawezi fanya nini. Hiyo no. empowerment ndio iliingisha rais Nairobi kwa vikundi za vijana no. kwa vikundi za wamama, so impact iko, mtu asikudanganye. mm -hmm. hakuna impact no. mm -hmm. Hai, nimepewa dakika nane, naona mko wanne niganye mbili, mbili kwa kauli za mwisho nianze na dada yetu Eda <coughs> za mwisho tukuhusiana na mada ambayo tumeizungumzia yeah, na kile ambacho upinzani kinapangia. Mimi naomba tu eh, <coughs> serikali ikaze kamba eh, kwa sababu lazima wataendelea ku, kuambiwa wajibike wapende wasipende, na nimalizia na kuomba vijana tafadhali tafadhali endeni mchukue kura mjisajili eh, tujitayarisha <coughs> uh, kuchagua na 2027 kwa yule anayetazama DCP mm. Ushawishi wake kwa vijana ni upi kwa kifupi? um, sana, kwa sasa hivi tunaweza sema nchi sasa ni ya vijana. Ukienda kila mahali, hata yale maneno ambayo yanaibuka kwenye mitandao yote yanaguzia vijana, kwa hivyo sasa ni kumaanisha hii inji ni yetu, tumeji, tumejishikilia na vile ambavyo tutakavyoamua kwa huu uchaguzi ambao unakuja, ndivyo tutakavyo sasa anza safari ya kukomboa nchi. Kwa hivyo of course ninawaalika wakuja waingie wajiunge na sisi kwa chama chetu e, vijana tuko very ready, tuko very intentional kwa chama na tumeweka ajenda yetu na tunaendelea ku, ku, ku consult. So kama hauna chama na unataka ku, kujiunga na chama find out uh, uh, office, uh, office yetu yenye uh, iko karibu na wewe, ingia, uliza maswali alafu njoo tuanze kazi. Asante sana. No, asante asante. Yeah. Frederick, um, sijui kama niseme ni kwa bahati mbaya au bahati nzuri katika kikao hiki na vingine vingi mm -hmm. Tunapozungumza maswala ya siasa mm -hmm. Inatokea kwamba hata tunapozungumzia uchaguzi mkuu tunazungumzia viongozi wale wale. Mm -hmm. Ndio nasema sijui ni bahati mbaya au bahati nzuri mm -hmm. kwa sababu ingekuwa bora sasa hivi tunazungumzia kiongozi kijana shupavu, analeta ushindani wa aina yake. Kwa hivyo na maana kwamba mwaka 2027 tupende tusipende, viongozi watakuwa ni wale wale wale. Uh, asante Nimrod, mimi kwanza nashukuru sana kunipa nafasi kuzungumza na wananchi na kuchangia mada uh, vijana wamefanya kazi nzuri wamejikakamua na vile vile, kuna vijana ambao wamejitokeza. Kama Sifuna amejitokeza, Babu Owino amejitokeza, Caleb Amisi, umewaona, japo wako na mkondo wao, lakini hao ni vijana ambao kwa sasa wamejitokeza, na ukumbuke kwamba hao ni vijana ambao wamekuzwa na Raila Odinga wengi wao. Vile vile kuna watu kama Ndindi Nyoro, umeona kuna watu kama Cherargei, watu kama Sang ambaye ni gavana wa Nandi wamejitokeza tayari, wako katika mstari wa mbele lakini, wale vijana wa sasa ambao walichangia pengine maandamano kumsukumo tofauti tofauti, ningependa kuomba sana, mwanzo wachukue kura, pili wajiingize katika vyama vya kisiasa ambavyo viko sasa hivi, waingie ODM, waingie wapi, ili wapate nafasi mle ndani, wajikomboe kutoka kule ndani, kwa sababu huwezi ukaanzisha chama sasa hivi ikiwe maarufu upate viongozi na ushinde kura. Mwisho kabisa, mimi singemalizia bila kusema kwamba, wajua, mimi inashirika katika lile jopo la uh, kufidia wale waathiriwa wa ghasia za, za, za, za maandamano na vilevile na, vile, na, na, na, na, na, na, na mambo kama hayo ningependa sana kuwaomba wananchi kwa sababu tuliona ghasia, kuna watu hawana baba hawana mama hawana mali hawana mbele wala nyuma. Hao watu wangependa kufidiwa kwa sasa. Tumejua kuna kesi kotini na vilevile vile, ni vizuri sana tuangazie hawa wenzetu ambao ni victims, ili wasije wakapotea ili wasije wakaangamia tena, kwa sababu Kenya ishakiri kwamba kulikuwa na makosa, ndiposa jopo likaundwa, jopo la kuwasaidia. Hatimaye tukisonga mbele, basi hawa watakuja kupata uh, watakuja kusaidika na wakapata zile fedha ambazo zitawarudisha katika hali ya kawaida na na asante. Kwa hivyo mi pia niseme ya kwamba mm, najua kule kwetu siku hizi inakaa kama ni hatia wakati wewe unataka kuzingatia mambo ya maendeleo kutoka kwa upande wa serikali, lakini niseme mi Nimrod, vile ukuambia mara nyingi, mi mara yangu ya kwanza kuchaguliwa ofisi ya kisiasa nilikuwa na miaka kumi na tisa umekuwa mm -hmm, katika hii mambo kwa miaka thelathini. Ah. Wow. Kwa hivyo mi nimeona uongozi kwa karibu sana wa Mzee Kibaki, Rais Uhuru. Sasa tuko kwa hii serikali na mimi nimehiali itakavyokuwa ikue, lakini ni lazima kwanza tuzingatie haya maendeleo. Mimi kila wakati tunakaa na mkubwa wa chama yetu ya UDA ambaye ni rais wetu, naibu wake Profesa Kidiki lugha yao ni kwanza tuangazie maendeleo ya wale tunawakilisha kule chini, na ndivyo hata watu wa kwetu wakiangalia kwa uzuri, maanake ni vizuri kuongea ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu, wataona ya kwamba kuna miradi mingi sana imekuwa imekwama huko, tumeweza kuikwamua. Hiyo ndio tutafuatilia huko mbele, vile mi nimependa kusema. Mi sikuhizi niko na msemo mmoja Nimrod, kazi kwanza, siasa baadaye. Kwa hivyo tufanye kazi, kesho ni ya Mungu, na vile wananchi watatuambia. Nashukuru sana kwa humo aliko. Asante. Mwenyezi Mungu abariki. Asante. Higgins, um, najua hesabu za siasa uh, zinaanza kupangwa lakini pengine zitachacha sana uh, kuanzia pengine mwaka ujao. Ina maana kwamba Rais William Ruto pengine ana mwaka mmoja tu hivi wa kufanya maendeleo kwa sababu kama tunavyomzoea eh, ni mtu anataka pia afike sehemu fulani kuwafikia wananchi. Tumeona katika kampeni zake hapo za, za hapo awali, huo ni muda unatosha eh, kwa yeye ama la, kwa sababu huu mwaka ambao unakuja utakuwa ni mwaka wa kucheza karata na kufanya hiki na kufanya hiki na kufanya hiki. Sasa sijui ushauri ni upi kutoka kwa wale ambao ni wandani wa serikali ama tayari ashajipanga na hesabu zake, kwa hivyo hana haja ya kubabaika au e, kucheza karata kama alivyocheza katika kampeni ya mwaka e, uchaguzi uliopita e, uchaguzi wa rais ni ngumu sana. Unajua kuna eneo bunge mia mbili na tisini. So ukichukulia siku moja kwa kila eneo bunge inamaanisha hiyo ni karibu mwaka mzima, ukitoa siku yenye umechoka ama siku yenye unaenda kanisa. So mimi ni swali langu ni wale ambao wanashindana naye wameenda ngapi na Rais William Ruto ameenda ngapi? Because pia bado ametembea kila mahali, amekuwa eneo lote kwenye mzee, amekuwa pwani, amekuwa kule Nyanza, amekuwa northeastern, amekuwa mlima, amekuwa Rift Valley. Najua hivi karibuni anaenda western, so bado ana, ana, anaenda hizo maeneo so sioni kama ni kwake yeye, ako sawa no. Wenzake ndio nashangaa tu wanazunguka Kajiado Murang'a. <laughs> <laughs> Lakini kauli la mwisho ningesema hivi wa mnyoro ningesema hivi, kuna msemo wa chama cha CCP ya China inasema always uh, seek truth uh, from facts. Pia mi ningehimiza Wakenya wasikuwe na hasira kwa kitu ambayo hawajathibitisha, yani mtu anaenda tu kwa mtandao anasema eh, term limit inaongezwa ambayo ilikuwa 2 years ago letwa mm -hmm. Cherargei, ambayo wakati mm -hmm. wa, mm -hmm. alikuwa mwandani sana aliyekuwa naibu wa rais no, no, kwa hizo michakato no, na senate ilitupilia mbali. So unapata watu wanapata hasira kwa vitu ambayo haviko na kwa ukweli. Ukweli haifai kubadilika. Naona watu wengine wanajiita watu wa ukweli ambao wakiwa upande wanasema hii maneno, wakiwa upande mwingine wanasema hii maneno English. Chunga sana mtu kwa... mwenye, usu, mwenye usuwa... amekuwa consistent sana kwa hii siasa. Chunga sana Fredrick, amekueleza usi wakashifu sana malaki, kesho utawahitaji. Ambi tu wa Kenya, ukweli. Mimi naambiwa Kenya, ukweli <laughs> the only person who has been consistent <laughs> ni Rais William Ruto, utarudia maneno yake uone, alisema hivi, alisema hivi, lakini kuna watu wengine wakiwa upande niliona Ndindi Nyoro akiwa upande anasema hivi, <laughs> akiwa huku anasema hivi rigadi ajayabu. Anasema hivi akiwa kwa serikali <laughs> Nasema, ukweli ni moja. Eziu, upande Saab. Na muda tungeendelea, Higgins Bugwa, Ida Wambui, Frederick Okango na Mheshimiwa Kiruga. Uh, Tuko nasema asante sana. Natumai imekuwa mada ambayo watu wameweza kuifahamu. Kukashifiana ni, ni, ni, ni kazi ya kawaida. Asante sana mtazamaji. Tunakamilisha mada yetu iko leo. Hadi wakati mwingine, lakini taarifa zetu za saa saba mchana ni hivi punde. <laughs>